Sasa kama wataalamu wa lishe tunapozungumza chakula tunazungumza makundi kwa unafuu au urahisi wa kuelewa. Kwa hiyo makundi yetu sita ambayo tunayanadi ni kundi la kwanza ni vyakula vya nafaka, nafaka, jamii ya mizizi pamoja na ndizi mbichi, sawa. Inapozungumza nafaka tunazungumzia mahindi, tunazungumza mchele, tunazungumza uwele tunazungumza mtama si ndio, eh? Na eh, vyakula vya jamii ya mizizi tunazungumza viazi eh, vitamu tunazungumza ah, mihogo na siku hizi kuna vile viazi tunasema viazilishe, lakini sisi wataalamu tunasema ni viazi vya njano, na unjano wake ni kutokana na kwamba vimeongezwa kirutubishi cha vitamini A ndani yake sawa eh? Kwa hili ndo kundi letu la kwanza. Madhumuni ya kundi hili ni kuupa mwili nguvu, mm, au nishati lishe, wazungu wanasema kalori, si ndio eh? Ehe, ndio jukumu la kundi la kwanza. Kundi la pili ni jamii ya mikunde pamoja na mbegu. Jamii ya mikunde, choroko, soya, maharage ya aina yote unayoweza kuyafikiria. E, mbegu ni kama vile karanga korosho, ufuta eh, eh, simsim, eh, alizeti. Yote hivi tunaita ni mbegu ambazo ukila unaweza pia ukapata hili kundi la pili. Kiwango kikubwa cha kirutubishi kinachopatikana kwenye kundi hili la pili ni hususan protini. Protini inatumika katika maeneo makubwa mawili, la kwanza ndio kibebeo cha chembechembe za kinga mwilini, lakini pili, protini ndio inayotumika kwenda kutibu kuponyesha au kurejesha uhai wa seli au chembechembe katika mwili wetu. Kwa hiyo unapokuwa na kidonda ili kipone unahitaji chakula chenye protini kwa wingi. Kundi letu la tatu ni e, mazao ya wanyama na nyama yenyewe, na nyama sisi tunaanzia kuanzia ng'ombe, eh, kuku samaki lakini hata wadudu tunaokula kwenye jamii zetu kama vile senene na kumbi kumbi. Kirutubisho kikubwa kinachopatikana kwenye kundi hili la tatu la mazao ya wanyama au wanyama wenyewe ni protini. Pia uh, tunapata kirutubisho kikubwa sana cha madini chuma, mm, na foliki ya asidi kwenye kundi hili la tatu. Kundi letu la nne ni mboga mboga mbogamboga mboga, nyanya chungu, wengine tunaita ngogo, si ndio? Eh, bamia, kitunguu, nyanya hoho, karoti, njegere mbichi eh? eh, mbaazi mbichi hizi zote tunasema ni mboga mboga, na ninajua wengi sana tunatumia mbogamboga mboga hizi, lakini mara nyingi huwa tunasahau kutamka kwamba nimekula mbogamboga mboga. Unawaza tu mchicha, mchicha pia ni mbogamboga mboga, lakini tunasema hizi ni zile mboga za majani ya kijani Bichi, eh, tembele sukumawiki, mgagaa, mnafu eh? Msusa, si ndio eh, vyote hivyo sisi kwa pamoja tunasema hizi ni mboga mboga. Kirutubishi kikubwa kilichoko katika kundi hili la nne la mboga mboga ni vitamini na madini, vitamini karibu zote, lakini zaidi utapata foliki ya asidi, utapata bii kumi na mbili eh? utapata vitamini pia kwenye baadhi ya hizi mboga sasa, zile zenye uchachu chachu. Kundi letu la tano ni matunda, matunda ya aina yote ikiwemo matunda pori pamoja na matunda haya ya kisasa. Kwa bahati mbaya, matunda pori siku hizi tumeyasinya, sioni zambarau, sioni embe ngongo kwa wingi kama hapo zamani, lakini sisi tunasema matunda ya aina yote, yawe ya pori, yawe ya kisasa, nanasi, tikiti maji, ndizi mbivu embe tu, tufani epo si ndio, eh? Zabibu zote hizi eh, ni kundi letu la tano ambalo ni matunda. Kirutubishi kikubwa kinachopatikana kwenye matunda ni vitamini na madini. Nadhani mnakumbuka hata kipindi tulipokuwa na uviko, watu wengi tulikimbilia sana kula malimau si ndio, eh? tukiwa tunatafuta vitamini C. Sawa kabisa. Kwa hiyo badala ya kununua kidonge Kula chakula chenye uchachu eh, ndimu limau, ubuyu, ukwaju eh, pera, utapata vitamini C kwa wingi. Kundi letu la mwisho tunasema hili ni kundi tunaita kundi chombeza, mimi naliita kundi chombeza. Kundi chombeza kwa sababu gani? Ni kundi ambalo linatumika zaidi kuongeza ladha kwenye chakula, kwa sababu ili chakula kilike kwa raha, lazima upate ladha kidogo. Ladha hizi ni kama vile nini, viungo eh tangawizi kitungu uswaumu giligilani eh, hiliki hivi vyote viko kwenye hili kundi letu lakini pia kuna vitu vikubwa viwili ambavyo tunasema tumia kwa wastani hii ni chumvi na chumvi tunataka chumvi yenye madini joto takuja kuzungumza na nyie kwa nini tunahamasisha sana chumvi yenye madini joto lakini vile vile na sukari kikupendeza tungefurahia zaidi ungetumia asali kuliko sukari, lakini hata ukibadilisha bado tumia kwa kiasi kidogo mm? Kwa nini kwa kiasi kidogo? Kwa sababu ile inaenda kukupa nishati asilimia mia moja ambayo huhitaji kwa umri wowote ule. Unachohitaji ni kidogo, kutokana na kwamba una haya makundi mengine yote ya vyakula ambayo umeyaweka kwenye sahani yako. Kwa hiyo haya ndio makundi yetu sita ambayo tunayasisitiza. Sasa wengi huwa wanaogopa, wanasema bwana, nyie mnatuletea mbwembwe mbwe, sisi hatuna hela kula msahani wenye kila kitu hicho, makundi yote sita mi napata wapi? Sisi tunasema ni ndani ya masaa ishirini na nne. Haimaanishi lazima kila mlo uwe na haya makundi sita, lakini ndani ya masaa ishirini na nne, toka asubuhi mpaka jioni, katika vyakula ulivyovitumia jitahidi huo umechagua chakula kimoja kutoka kwenye kila kundi.